Kisima mita 160 pampu hosipawa tatu. Jua limekata sasa hivi, aliko vizuri kabisa, lakini bado maji yanakuja, ni msimu wa mvua huu eh. Okay, hapa yep. Tunaunganisha leo pampu ya sola ya hosipawa tatu kwenye kisima cha mita 160 matiro yote ndio hizi hapa, kuna paneli zenyewe hizi hapa, iko paneli sita Uh, kila moja ina wati mia tano na sitini Pampu hii hapa horsepower tatu, na control box yake ni hii hapa wati elfu mbili na mia mbili volti mia mbili themanini Maana yake wati elfu mbili na mia mbili ni horsepower tatu hiyo, na pampu yake hii hapa na maximum head ya ya mita mia na tisini Unaona hapa e, mia tisini kisima mita mia na sitini tutateremsha bomba hili la mita 150 litakapoishia, tutafunga funiko kwa kisima pale juu. Huu hapa ni waya una urefu wa mita 175 utatumia utoa umeme kutoka kwenye kisima pale mbele, mpaka hapo juu ya bati, hapa ambako kuna tutakuwa tunaweka sola panel zetu hapa. Kwa hiyo sasa hivi ni kutembeza kidogo, uone mazingira hapa tutaweka Paneli za solar tutaweka juu ya bati hili la bata la mifugo. Kisima chiko pale, waya tulivyokadiria urefu utatosha. Tutaweka kotrobosi hapa na tutaweka paneli juu ya bati na kuwasha pampu. Kwa hiyo tuanze kazi yetu, karibu sana. Ukitaka huduma kama hii, tafute kwa namba unaiona hapo 0620 35, 45, Pampu ya sola aspa watatu kisima mita mia moja na sitini. Control box hii hapa na uh, ya pampu yake hii hapa. Tunaanza kazi. Hatua ya kwanza tutaunganisha waya huu na waya ule wa pampu. Ule waya wa unaokuja una, una kwa ajili ya kutendeshia moto kisimani Tutaunganisha na waya pump ili moto uweze kuja juu. Wewe aweze kufika juu. Kwa tufungue hapa. Kichwa. Kichwa. Kichwa. Okay, sasa hivi tumekusha kuunganisha pump yetu na ule waya ambao tunaunganisha waya na ile kebo ndefu ambayo inaleta moto paka juu kwenye solar panel. Tumekusha kuunganisha hapa eh, tumeunga na ile kamba na pamoja na bomba katika mdomo wa kutolea maji kwenye pump hapa na hatua inayofuata sasa hivi ni tutaingiza pampu kisimani. E, kisima kina mita 160. Tutaingiza hii pampu kisimani pamoja na bomba lake ambalo tulinyosha mpaka kule mwisho kule. E, sasa nafikiri, alafu mwishoni tutaweka mfuniko. Huu ni mfuniko wa kisima, huu ni mfuniko wa kisima huu, kama unavyoona hapa. Wewe utakuja utakaa hapa utatoa maji, itapita kwenye ile tundu hapa. Kwa hiyo tuanze zoezi la kuingiza pampu. Okay, sasa tunaweka pampu kisimani, iaza kuingiza Ok, hapa tumekwisha kamilisha kuunganisha pampu ya solar horsepower tatu. Kisima kiko pale, kisima kiko pale, kimechimbwa mita mia moja na sitini kisima kipya, na hapa tumefunga paneli sita kama unavyoziona hapa juu ya bati, ambako chini kumefugwa mifugo. Sasa hebu naenda kaiwashe pale pampu, kaiwashe pampu pale, tuone jinsi inavyotoa maji. Ndani kuna control box humu, anakwenda kuwasha mtu na huku nje utaona jinsi inavyotoa maji. Na kama unavyoona hapa, maji yanatoka, kama unavyoyaona hapa, maji yanatoka, japokuwa jua alijawaka vizuri bado, kama unavyoona jua alijatoka vizuri bado lakini maji bado yanatoka, weza hmm. hmm. hmm. ukajionea mwenyewe ndio inavyojaa kwa muda mfupi. Hiyo ndio alita ishirini. Tunaenda kuitega hapa, hebu tuitege hapa tuone naja muda gani? hmm. Kisima mita 160 pampo ospa wa tatu. Jua limekata sasa hivi, aliko vizuri kabisa, lakini bado maji yanakuja. Ni msimu wa mvua huu, eh. Tuyapoteze tena ayo, sione urumani bure. Najuwa linaongezeka yanazidi kuwa masafi